Ugumu wa maisha ulimfanya mrembo huyu kuamua kuolewa akiwa na mimba ya Master Fu Hongxue, wakati basi Ye Kai ee, pamoja na Lilin alipomzuia asiji, akaleta shida jamaa kutaka hata kuangalia usoni. Hali yake ya sasa ni kama vile mtu ambaye ni mlemavu, hata anavyotembea ni kama zombi. Leo ni siku maalum kwa ajili ya harusi ya kijana wangu. Kwa nini wewe uko hapa, Cinjia? Hata kama mkunipa mwaliko mimi sikuja hapa kula na kunywa kwenye harusi. Niko hapa namtafuta mtu Kde. Na huyo mtu umemwona hapa? Hebu toka nje. Akasema siamini, siamini kwamba baba eti hatahudhuria harusi ya binti Akaambia, ondoka hapa kabla hatuja kuua. Akasema wala watamsijali. Oh, mimi nimekuja hapa kumtafuta mtu mmoja yeah, tu. Ninyi wengine hata sina shida na ninyi, wala sintavuruga sherehe Kukun, He. binti naye akamfukuza, toka nje. Wewe nilikuwa nataka kuolewa na wewe, mara ya mwisho, unaona kitu ulichonifanyia. Leo unafunga ndoa na mtu mwingine, unakuja kuingilia mm. Nia yako ni kuharibu ndoa yangu si ndio? Unajaribu kufanya kitu gani? Kama kweli una nia ya kuharibu hii sherehe, kwa nini umekuja hapa? Kama nilivyosema nimekuja hapa hivo ee, unajua kwamba sasa hivi eh, huyu binti ndio mkwe wangu. Mkwe wako si yeah? Wewe <laughs> ah, si ni binti ulikuwa ni mumewe nda, ulikuwa, ulikuwa, ulikuwa, ulikuwa, ulikuwa, na ulikuwa umeshapata nafasi ya kuwa naye ukaichezea hatuwezi kukaa hapa kukuendekeza wewe mjinga mmoja tu, lakini nafikiri ulikuwa uko sahihi. Hebu angalia katika sherehe muhimu kama hii, watu marafiki mbalimbali wamekutana hapa. Unataka kutuletea shida siku ya leo? Sasa nitafanya ili jambo liwe gumu kwa upande wako, kama basi utaendelea kusisitiza Huenda mtapata wakati mgumu hata kusherekea. Siondoki hapa mpaka makuchani aje, nikishamuua ndo nitaondoka. Ah, basi huyo Master Yuan akaona, sasa ikiwa ndio hivyo, ni afadhali aite walinzi wake ili waweze kufanya kitu ambacho kitatuliza kidogo shida pale juu. Pia tunamwona Bosi Shao hakuwa mbali. Sawa, anaovaa vitambaa vyekundu ni wale Demon Section. Mm. Akasema, "Ah, mzee, unataka tuletee kule kule umletea mtu wetu shida sio?" Yani kabla hata watu wengine hawajasahau mazishi ya ndugu zao, unataka kuleta shida. Yeah. Na sisi tumekuja kwenye sherehe leo. Tunajua hatuwezi kualikwa hapa wala kukaribishwa. Akasema, hakuna mtu anataka Demon Section yote hapa. Mwanangu hata usiwe na na haraka kuwajibu. <laughs>

anakuja kuleta shida katika harusi, anataka kuvuruga mambo wakati wa shaji ya nao. Lakini akamwambia wewe, umekuwa ukimuona huyu binti unamfahamu vizuri, kwamba sasa hivi amechagua kuwa na wewe, ghafla tu unaona mapenzi yamemea upande wako, sio?

Fu Hongxue ni ndugu yangu kabisa. Ui. Yeye ni kama mpwa wangu. Hayo m lakini yupo mtu mwingine pia ambaye amebaki katika lile kama ulikuwa ujui, huyo mwanamke ambaye amesimama kando yako huyo pia ni wa kweli. Sasa sasa ya nijamaa ameharibu pale, kwamba huyo mwanamke ashawahi kuwa na mahusiano pia na Fu Hongxue. Na ukweli walikuwa na mapenzi mazuri sana. Binti aliamua liwalo na liwe. Siku ya leo alijisikia aibu baada ya kudhalilishwa pale mbele za watu. Yuan alishangaa. Oh, yue Liang Chen Mei jing, Gan Chai. Nyinyi mmekaa hapo mnasherekea, lakini mwenzenu alishaamua, alishaamua kuwa mtu wa mtu mwingine. Na nina nina imani kwamba binti, utakumbuka misma. Ile si ndio ilikuwa mara yako ya kwanza mlifanya na yule jamaa eh? Eh, akasema vitu vile wazi wazi.

Akamwambia nina ebu nieleze ukweli hapa hapa. Sasa kila mtu yuko pale, amepigwa na butoa, hajui ukweli ni upi. Wote sasa wanataka kupata ukweli wa jambo ambalo wamelisikia hapo kwa mara ya kwanza. Hebu niambie, ni ukweli, umeshawahi kulala na huyu jamaa Fu Hongxue, ni ukweli? Akasema ndio, ni ukweli, naomba utanisamehe sana. Aliamua kufunguka akasema ukweli wake pale, hakutaka iwe ni kitu cha siri lakini akasema utanisamehe sana. Akasema mimi siku mm, alafu ya bado uko hapa kwa ajili ya kuendelea kuyadhihaki maisha yangu na familia ya inakuwa vipi? Anakuja anafanya mambo yake hapa kiwaziwazi kabisa. Sasa angalia kitu jamaa amemfanya mbele ya kila mtu, wakati watu wamekusanyika pale wote. Kijana alishikwa akageuzwa tu mkono kirahisi. Oya, nimeshasema mimi, si niko hapa si kwa ajili ya kuua watu wengine, niko hapa kwa ajili ya hivyo machanhivyo Unajua nitakumaliza tena. Ntakumaliza, kainuka. Sasa Fuong Shuo anamdharau wewe. Baada ya kuona anatumia nguvu nyingi kuongea naye, akaamua kumchapa kidogo tu. Wewe, wewe, wewe Ah, ni, ni kama jambazo umekuja kumuua mtu hapa. Sasa ngoja nikwambie. Ule usiku, Na mimi pia nilikuwa katika mauaji ya babako.

Kutakuwa na siku nyingine, lakini sio leo. Hebu achana na kila kitu anachokiongea, weka silaha yako chini. Wow. sihitaji mtu yoyote atakayenishauri. Hawa wajinga wameshanidhalilisha vya kutosha, na hata nikiweka chini, ni nini kitakachoitasaidia? Lakini kaka, wewe sio mtu ana hiyo, kwa nini unabeba hasira kiasi hicho? Kila mara ninapoua najisikia mwepesi kidogo Akamwambia, kaka, unakosea, wala kuua watu akutokupa wa furaha yoyote, zaidi sana kutakuletea dhambi zaidi. Sikia nikuambie, mimi nina mwaka mmoja tu wa kuishi. Kitu pekee ambacho nahitaji kufanya ni kurudi kwa mama yangu, nisingependa kabisa kumwangusha. Kwa hiyo ni lazima nimalizie kitu alichonituma, nahitaji kumuua Ma Kongqun ni waue maadui zangu wote wi naitao. Unajua, mimi nakuchukulia na wewe kama kaka, na hiyo haitabadilika. Wewe tu ndo mtu pekee uliyebakia. Ikiwa utaamua kufanya hivyo sasa, uoni tunajieka katika, usisahau heshima ambayo nimeweka kwako. Hebu <coughs> niache wewe! Hey, jamaa wewejamaa <coughs> Basi kama kawaida badala iwe harusi. Ndio hivyo tena ikawa sio harusi, basi pale ikawa shambulizi likaanza. Mwamba kalianzisha. Wengine walikuwa wameenda kula ubwabu wa pale. Mchongo ukawa umevurugika. Binti naye ndio hivyo alikuwa amesitiriwa. Ameenda kuolewa katika harusi nyingine tena akiwa mjamzito, yani ana mimba ya fuho. Sasa angalia. Na yeye pia anaona haya siku ni kama sasa imeharibika. Mipango yote ambayo alikuwa ameipanga sasa ndio kama imevurugika. <coughs> Nazingatia basi kukukumbusha juu ya umuhimu wa, wa kusubscribe YouTube channel yetu, tafadhali subscribe, hakikisha umebofya na kengele ili tuendelee. Basi ndio hivyo, unaambiwa pale pakawa hapa tu eh, yani kila kakamata silaha yake, basi watu wanapigana, tumia badala iwe siku ya harusi na kuwa siku ya huko. Angalia kitu jamaa alifanya wale demons walimshambulia, hadi bwana harusi alitupwa vibaya sana. Haya, sasa huyo bwana harusi anaitwa, kwa hiyo kila mtu pale anataka kuonesha ubabe wake eh, bwana harusi naye ametupwa, babake kaka kuna mwamba mmoja I mean, kuna binti mmoja alikuwa anatazama na yeye kaikwa. Basi cheki kitu mzee kafanya eh, ha? Ni hatari sana, lakini hapa unaona ni jeshi zima la Demon Sect wamebadilisha upepo. Ndio maana mara ya kwanza nikasema uenda, basi kuna uwezekano huyo dada ana, tusemeje, sijui ana destiny mbaya alikuwa aolewe na Mirong Minzu. Mume wake akauliwa siku ya harusi yake, siku ya harusi. Kwenye harusi yake ya pili, alikuwa aolewe na Master Fu. Nyumbani kwao kukavamiwa, ikatokea fujo nyingi sana, watu wengi sana wakauawa, mpaka nyumba yao yote ikachoma, wakapoteza mali zao zote Kwenye harusi yake ya tatu anaolewa akiwa na ujauzito wa mwanaume ambaye alikuwa amuoe mara ya pili, yani katika harusi ya pili, ambaye ni Fu Hongxue. Lakini kilichotokea Fu Hongxue anatokea hapo akiwa na demon section, harusi imevurugika. Hii ni third marriage, lakini imevurugika. Ina maana ukusikia kwamba huyo alikuwa ni moja kati ya watu waliomuua mtu wetu wa karibu ambaye alikuwa... ndio baba yake na Fu Hongxue tumeshamfundisha adabu. basi mtuwetu, unaambiwa... Master Yuan akawa amemwua. Sasa angali. Kitendo cha kijana Chifeng kutaka kuingia. Mwamba ambaye basi sisi tunamwita bosi lakini basi wao wanamuita Hua Hani akatumbukiza upanga kwenye shingo. Kwa hiyo leo kwa mara nyingine tena binti anakuwa tena anageuka tena mjani. Wewe Hua Hani unafanya nini? Sisi ni familia kaka. Ya nini kupishana? Mimi nafanya kinachotakiwa. Kwa nini usinishukuru nimekusaidia? Na siwezi kuondoka hapa kabla sijala chakula cha hii harusi. Nilishakwambia tu. Kisasi ni changu na mimi nitafanya mwenyewe. Sihitaji msaada wako. Lin Lin naye akataka kuingilia. Angalia kilichofuata. Yaani ameguswa tu chapchapo. Angalia, tekniki zako hiyo ni za kitoto sana. Ya, yaani unadhani kwamba unaweza ukanivamia kwa, kwa ghafla ukaniweza. Hilo ambalo ulikuwa unajaribu kulifanya hutoliweza. Ah, nafikiri pia inawezekana babangu hakukufundisha adabu. Kama ulikuwa unafikiria ungeweza kunipata, basi nataka nikuambia usingeweza. Kwanza nakuhurumia sana binti mrembo. Hivyo unafikiria kila mtu utamfanyia hivyo tu atakuacha? Ndio hivyo. Sasa wewe umejaribu, si umeshashindwa? Wewe ilibidi maskini ya Mungu yikae kumdaka. Nimesha alipigwa viboko paka, kakatapika damu, kanaemea juu juu tu kama kamusi huyu. Jamani, mbaya sana hivyo. Unajua jinsi gani ambavyo sisi tumewekeza katika mbinu za kupigana Central Plain huko. Tuko vizuri. Gongsan naye akaja ana hasira anataka kumaliza mchezo. Ah! Cheki jinsi alivyo mnyama. Hata kuangalia haangalia. Yana anapigana na mtu akiwa amegeukia upande mwingine. Hatari sana. Wewe Gongsan, mbona unakuwa uko slow sana upanga wako unafanya kazi taratibu? Katika dunia yetu uwezi kaniweza mtu kama mimi. Gong sana kusikia. Akamonesha tena hapo, ningekuwa nishakumaliza. Gong sana kusikia. Hai, wameenda tena raundi nyingine. Kamonesha tena hapo tena, ningekuwa nishakumaliza. Gong sana kusikia. Kamkosa kosa kidogo. Hai. Hai, kidogo tu kamkosa. Kajitahidi sana. Lakini wapi. Lakini ikafikia kipindi <coughs> jamaa kaamua mwonesha adabu, akautumbukiza upanga kwenye bega lake, alafu akaibuka juu tena, akamwacha jamaa kule mbali. Alishamkosa mara tatu, kumwonyesha kwamba bana, nikitaka siwezi, siwezi kukukosa. Kwanza sio kuutumbukiza upanga, kaukata mkono kabisa.

akamwambia ndugu yangu, mimi siko pamoja na wewe, mimi nafuata njia yangu mwenyewe. Taratibu akasogea huku anachechemea, hakutaka hata kuongea naye chochote. yeye anacho, anacho, anacho, mtu anayemtaka anachotaka yeye ni, ni kumpata makocha basi, alijivuta alijivuta taratibu namna hiyo taratibu taratibu, akasema Ta hata kama ba. basi atakuwa amejificha chini ya ardhi, niko tayari nichimbue mpaka nimpate. Na nimeshasema sintamwache hivi hivi, lazima nimmalize. Anaamini kama binti yake basi alikuja kuolewa katika hii familia hapa, kwa namna yoyote ile, baba wa mtoto au binti, basi baba wa binti atakuwa umo ndani. Haiwezekani baba atamwacha mwanaye akaolewa afu yeye <laughs> Baada e, e, ya kuja pale oh. E, mtu huyu tunamwona sura yake, si yule mwingine, ni yule ambaye tunamuita Yinia, e, Master Fuong Shu kwa hiyo walikutana kwa, kwa siri namna hii na kwa kwa haraka haraka nikufahamishe tu mama yake na Fu Hongxue yani huyu binti yini ya, kabla hajaolewa na Ma Kongqun alikuwa ni mfanyakazi wa ndani wa mama yake na Fu Hongxue. Huyo mama hapo anaitwa Master Hu, sisi tunamuita hivyo. Eh, Master Hu by haya, galia kumwambia umeshasahau ulikotoka. Wewe ulikuwa unafanya kazi chini yangu, sio ndio? Basi kapiga dimagoti mm. Bado sijasahau ulipokuwa ni binti, ulikuwa hujui ufanye nini, lakini sasa tumekukuza tumekulea mpaka hapo ulikofika. Nataka kuelewa uko upande gani? Maana yake naona tu umerudi tena kuwa na yule jamaa.